Anaenda kupiga kwenye mikao, naongeza, naichanganya na mbolea ya unga, so hmm? Hey. Unga halafu hey. Baadaye eh, na na akua mm. mm. mm. hmm? mm. ni nani, kisha kauka hii yenyewe au mnavundika na ile ya unga? Tunavundikiana na ile ya unga. Yani hii inakuwa kama mbadala wa maji. Hii i inaongeza carbon na nitrogen. Hana kijani, najua ni nitrogen